tutakwenda kufanya kwa vitendo. Tumeshaweka mizinga eh, tumeshatengeneza karibia eh, pensi kumi na mbili na mizinga mia tisa sabini tumepeleka huko kuwasaidia wenzetu, hasa wenye tatizo kubwa, na watu wamepokea vizuri sana, lakini tumeendelea na teknolojia za kisasa ikiwemo, panapokuwa magumu kabisa, tunakwenda na wenzetu tunafuguza kwa kutumia helikopta, kama ambavyo tunaona pale wale misisi pale juu, timu yetu na timu ya wenzetu TFS na Tawa, lakini tunatumia pia nyuki sana. kuna jitihada hizi ambazo <coughs> taio nazifanya ni maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais ya kuimarisha uhifadhi ambao haupelekei wanyama waharibifu kama tembo, mamba, viboko kuendelea kuwa wasumbufu kwa wananchi wanaopakana na eneo hili. Ameweka fedha kuwezesha utafiti, ndio maana watafiti hao wa TAWIRI wanafanya utafiti ambao matumizi ya matokeo ya utafiti huo wameshirikiana na kikosi cha Mizinga kupata teknolojia ambayo, leo teknolojia hii inaletwa kwetu kupitia mafunzo haya na kisha kufanya matumizi ya hii teknolojia Aha. Nimtake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri asimamie kikamilifu mipango yote ya kudhibiti tembo katika maeneo haya hasa inayotumia teknolojia hii pamoja na mbinu ambazo wameendelea kutumia. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunalikomboa taifa letu kwenye mapambano na wanyama ambao kwanza wazungumzi. Na wakati tunapotenga, tunapopanga mipango ya matumizi bora ya ardhi, hakuna kikao ambacho mtu wa maliasili ama mtu wa kilimo ama katika reho mbalimbali ambayo kwenye kile kikao tulimwalika mwenyekiti wa tembo na tembo akuzia kikao pamoja, hakuna pamoa, tunaopanga huku ile hayajui. Kwa hiyo ni sisi ambao tulipewa maarifa na Mwenyezi Mungu kwamba ya kutawala kwa teknolojia na kwa akili. Nisingependa kusema mengi, lakini jambo ambalo pia tungetaka kuhimiza ni yale yote ambayo mwenyekiti wetu wa chama, mwenyekiti wa halmashauri wamezidi kuyaomba na kuyashauri ninyi mtaendelea kuyazingatia. Napotoa mafunzo, mazao mbadala ni jawabu katika uchumi wetu, lakini katika mapambano, teknolojia iliyokuja ili ni jawabu katika kuwadhibiti tembo ili wasisogee sana. Tuwaombe sana TAWIRI na tuwapongeze katika utafiti huu, endeleeni kufanya tafiti. A, niwatakie mafunzo mema, niwatakie ushiriki mwema, na nina imani kwamba mafunzo haya ambayo yameratibiwa yakiwezeshwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan yataendelea kuifanya Tanganyika kuwa wilaya yenye utulivu katika misitu yenye hifadhi, lakini kueleza mapambano ya kujenga uchumi wa Tanzania. Kinachotafutwa hapa ni kuimarisha uchumi wa watu wetu, tusingependa mahindi haribiwe, twende kwenye kufutwa kufuta jasho. Nataka nikuambie na huu ndo ukweli bteli kifuta jasho, lakini sio kuondoa maumivu anayopata mkulima anakoko, na ndio maana tuna kuja ni hii yaonyesha kwamba tunaitumia mazao yasiharibiwe kadivmbegu hizi hivi ndio pindwa ile mbegu ya vitunguu ya vitungu yes, yes. ya Red Bombay ambayo imefanyia utafiti na imeonekana ni zao ambalo linatija kwa mkulima na hali na natema na hii tunapoikabidhi, ifahamike kwamba itakwenda kwenye yale mashamba darasa kadiri tutakavyokubaliana na kuelekeza kule e, na vimeandikwa kwa lugha ambayo na wao pia wanaifahamu kwa Kiswahili. Yale yote tunayoyasema tumeyaweka kwa maandishi rahisi na, na kwa picha <tipa>